Sayiduna Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, amefika katika jumba la Firaun alaihi lanatullah, na katika instruction na maelekezo aliyopewa na Mwenyezi Mungu ili akamsemezeshe Firauni, kama utayatizama kwa busara utaona rehma zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamwambia Sayidina Musa pamoja na nduguye Harun wakati wanamwelekeza au wakati wanamwelekea Firauni kwa ajili ya dawa, idhhab anta wa akhuka biayati, nenda ewe Musa wewe pamoja na nduguyo, oh Haruni

Fahashara fanada faqala ana rabbukum al-aala, aliwaambia watu kwamba mimi ndo Mungu wenu mtukufu, hakuna kama mimi. Kisha kawambia tena ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui kwamba ulimwenguni yupo Mungu mwengine asiyekuwa mimi. Angalia kibri cha Firaun, pamoja na kibiri chake chote hiki Sikiliza, mwenyezi Mungu anamtuma Musa, anamwambia nenda wewe na nduguyo <coughs> ila firauna inahu tagha, kwani yeye kachupa mipaka. Faqula lahu na mkifika huko mwambieni qaula layinan, maneno laini, maneno laini. Msiende mkamtukana, msimkebehi, msimbeze qaulan layinan, laallahu yatadhakaru au yakhsha, huenda kwa maneno hayo akamkumbuka Mwenyezi Mungu akawa mcha Mungu. Wakaondoka mtu na nduguye, wakaingia ndani ya palesi ya Firaun. Walipofika ndani ya jumba la Firaun, Mwenyezi Mungu anasema faatiyahu, wakamwingilia ndani ya jumba lake. Faqula inna rasula rabbika fa arisil maana bani israeli wala tuadhibhum, sisi tumekuja ewe Firauni ni mitume wawili kutoka kwa mola wako azza wa jalla, tumetumwa kuja kukukumbusha kwamba unayoyafanya siyo, na unavyowatesa bani israeli sivyo. Kwa hiyo tumekuja, tunakuomba tuna utupe bani israeli, usiwaadhibu wala usiwatese. Qad jiinaka biayatin min rabbik, na tumekuja na alama za kuonyesha ithibati kwamba sisi ni mitume kweli kutoka kwa mola wako. Wassalamu ala man ittabaa alhuda, na amani inawathubutikia wale wenye kuufuata uongofu. Kwa hiyo nawe ufuate uongofu ili upate kusalimika. Inna kad uhiya ilaina, hakika sisi tumeletewa wahyi na Allah Anna aladhaba ala man kadhaba wa tawalla, kwamba adhabu itamthubutikia yule mwenye kuona na ukweli na asiufuate akaupa mgongo na kufanya kibri. Firauni akawatizama vizuri, akamwona ndo yule mtoto alomlea yeye, leo anakuja na mpya kwamba yeye mtume, na yeye huku anatangaza kwamba uungwa nao yeye, ana rabbukumul a'la

Mola ni yule aloumba kila kitu na kila kitu akakipa kinachostahiki na yeye kaongoza kati ya njia mbili ambazo mwanadamu kaambiwa achague. Akahoji, qala famabalu lquruni lula, sasa wale walokufa huko nyuma itakuwaje? Ambao hawakuwa hawa na mitume wala hawakujua dini wala wa hivi na hivi. Qala ilmuha inda Rabbi fi kitabin la yadilu Rabbi wala yansa We usiulize habari hiyo, hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua umma uliopita. Ilmuha inda rabbi, ilmu yake iko kwa mola wangu. Fi kitabin, katika maandishi maalum. La yadilu rabbi wala yansa, kwa Mwenyezi Mungu hakupotei kitu wala hasahau kitu. Kila kitu kimedhibitiwa huko. We wewe, tuzungumze haya mimi na wewe, yalopita huko, watu ambao hatukuwaona sisi, mwachie Mungu. Musa alaihi salam akampa tauhidi akampa dawa Firauni, lakini wapi, moyo umekauka, hauingii kitu ndani. Akamwambia, "Sasa kama kweli wewe ni mtume, lete miujiza ambayo mtume, Mungu wako akakutuma nayo." Akamwambia, miujiza ipo

fatahawalt lasa ila thubani azim, joka likaanza kubadilika, likaanza kutembea chini ya ardhi, linazunguka huku na kule. Firauni akaanza kuogopa. Akaokota fimbo yake, ikageuka nyoka kama ilivyokuwa. Akachukua mkono wake, akautia chini ya kwapa lake, ukatoka ukiwa unang'ara. Firauni akashtushwa na hili la pili, akaurudisha tena chini ya mkono wake, baadaye ukarudi wa kawaida. Akaambia, je, umeamini kwamba mimi ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, na hii ni miujiza kanipa kwa ajili ya watu kuja kusadikisha utume wangu? Qala, jawabu lake ilikuwa nini? Firaun: ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa Umekwenda huko mmesemea uchawi, mmekuja mmebopea katika fani ya uchawi, unataka kututoa katika ardhi yetu kwa uchawi wako ewe Musa. Huwai falanatiyannaka bisihrin mithli, tutakuletea uchawi walona uchawi kama huo wako. Fajal bainana wa bainaka mawida, weka ahadi siku maalum upendayo wewe mwenyewe tukutane kati yetu na kati yako, tuone kati ya wewe na sisi nani zaidi. la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, ahadi ambayo sisi wala wewe hakuna mmoja atakhalifu tena mahali pawekwe maalum kwamba sehemu fulani, kama vile kunavyotangazwa mambo ya istarehe, kwamba leo kutakuwa na watu fulani mahala fulani. Kwa hiyo kutangazwe kwamba leo kutakuwa na shoo kati ya Firauni na Musa, kuonyeshana ubingwa katika uchawi, ubabe, nani alokuwa zaidi. Qala mawidukum yaumu zina, Musa akawambia ahadi yetu tuonane siku ya Idi. Yaumu zina ni sikukuu yao wenyewe, walikuwa wakikutanika watu wote, kama vile sisi tunavyosherekea katika sikukuu zetu saa hizi, zilikuwa siku zao wao katika sikukuu zao. Wa ayuhshara nnasu duha, na watu wote nataka siku hiyo wakusanywe, tena wakati wa dhahia pale, mchana, kila mmoja anaweza kuona bila ya kuhitajia mazonge yoyote, mambo yote yeekwe hadharani fatawalla firaunu fajamaa kaidahu thumma ata. Firaun kasema sawa, akakusanya vitimbi vyake, akazidi kuwa na kibri kwamba nitamwonesha mie Musa, kama mie mwanamme kweli, si yeye kwenda kusoma tu kidogo vifani vyake, kifimbo chake kimebadilika nyoka, ndo anajifanya kishabopea katika sihiri, nitamwonesha mimi nani. qala lahum musa wailakum, Musa akawambia jamani, ole wenu, la taftaru ala llahi kadhiban msizue uwongo mbele ya Mungu. fayusitakum biadhabi, Mungu atakupigeni takupi, bakora yake kali. wakad khaba man iftara, na amepita pat, ame patupu mtu mwenye kuzua mbele ya mwenyezi Mungu. fatanazau amrahum bainahum wa asaru najwa, wachawi wote wakaungana kundi moja, wakenda pembeni wakanongonezana. Qalu, wakaambizana jamani, in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardhikum bisihrihima wayadhhaba bitariqatikum lmuthla, hawa wawili Musa na Harun, hawa ni wachawi wawili hodari. Hawa wamekuja hapa, lengo kututoa sisi katika ardhi yetu, watuharibie maisha yetu. Kwa hiyo sisi faajmiu kaidakum, kila mmoja akusanye ule ubora wa uchawi wake, top kabisa kile anachokijua, mwisho akikujua, akikusanye, akilete. Thumma tusaffan, kisha njoni kwa safu moja na Firauni anawaambia, na wakad aflaha alyauma man istaala, na leo atakayeshinda atafaulu. Huyo hapa kwa Mungu, mimi nitamweka karibu na mimi, awe huyo, yuko karibu na Mungu. Kwa hiyo mjitahidi kumshinda huyu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Kama siku ni kesho, wachawi wameshakaa Mkubwa wa wachawi akawaambia wadogo zake, jamani, liyadhhaba ahaduna ila baiti Musa wayasriqa asa faidha sarakna asa Musa fakad ghalabna, mmoja wetu aondoke usiku aende akaibe ile bakora ya Musa, kwa sababu uchawi wote wa Musa huko kwenye bakora ile. Akishaiba bakora ile, tumemshinda Musa lakini tukishindwa kuiba bakora, jamani, kesho tufanyeni mpango wa kuokoka, kwani itakuwa si uchawi aliokuwa nao Musa. Akatumwa mmoja huyo hodari. Musa amelala, mchawi mwanga yule ameingia usiku bila kujulikana na yoyote, Musa hana habari Amefika, anachukua bakora ile, bakora ikabadilika, ikawa nyoka, ikamtoa mbio. Mchawi yule akatoka mbio mpaka kwa jamaa zake, anasimulia jamani, mastatatu sikuweza kuiba bakora Musa, kalala yuko usingizini, nachukua bakora imebadilika, imekuwa nyoka. Wale wakasema basi jamani, tushashindwa. Maadamu bakora ya Musa haikuibika na kushindika, hatoweza kushindikana Kesho ikifika, sisi zamu yetu ya kuachilia uchawi wetu tufanye tu, lakini mwisho yote tumwaminini Musa. Siku ilipofika, wakamuuliza ya Musa, imma an tulkia, je utaanza wewe wa imma an nakuna awala man alka, au imma tuanze sisi? Watu wamekusanywa hapo, Firauni yupo kaekewa kiti chake cha enzi, hana wasiwasi wasi anajua hapa ushindi wetu tu, anajua hapa Musa tunamwonyesha sisi uume tuliokuwa nao na vitimbi tulivyokuwa navyo na kubopea kwetu ulikubopea katika fani ya uchawi, hapa hatushindi Musa. Akawambia bal alku anzeni nyie, nionyesheni mna vitu gani mnavyokutaka kutuonyesha sisi. Fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayalu ilaihi min sihrihim annaha tasaa Muda mchache walikuwa na kamba, kumbe ni kiini macho wanachokifanya wao, kiini macho na mazingaombwe wanayafanya pale kamba. Kamba watu wanaiona kama nyoka, basi wanaroga macho ya watu, watu wanaona vijoka vimetapaka, kumbe kamba zote zile. Sasa Musa akawa na hofu, binadamu Adam. Sayidina Musa alipokuwa na hofu, Mwenyezi Mungu alisema faaujasa fi nafsihi khifatan Musa Kulna la takhaf, tukamwambia ah Musa usiogope. Innaka anta lala, wewe uko juu. Yawawa waalqi ma fi yaminika talqafu ma sanau, achilia kitu kilichokuwa mkononi mwako, mkono wako wa kuume. Hicho kitu utakachokiachilia katika mkono wako kitavimeza vyote vilipokuwa vimeangushwa chini na wachawi hao inma sanau kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haithu ata, kwani walichokifanya wao ni uchawi. Wako wewe si uchawi, ni miujiza. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alikuwa akimtuma mtume na miujiza ambayo watakapoiona miujiza ile ilikuwa inafanana kama na mambo yao wao waliokuwa nayo, mfano Nabii Isa alitumilizwa katika zama za madaktari ambao watu walikuwa wamebobea katika fani ya tibi, walikuwa wakitibu watu ajibi katika udaktari waliokuwa nao. Madaktari waliokuwa wamebobea walikuwa maspecialize katika tibi. Sasa Nabii Isa akatumilizwa, sasa miujiza yake aliopewa ikawa miujiza kama ya madaktari waliokuwa nayo, kwani udaktari wake ikawa mpaka mtu mgonjwa ambaye kesha kufa, yeye ana uwezo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kwenda kumfanyia udaktari na akarudi katika kaidi l haya. Kwa hiyo ilikuwa Mungu anampa na zaidi katika miujiza yake ambayo anampa mgonjwa wa baras, ukoma, matabibu wakashindwa kabisa kumtibu lakini Sayidna Isa ikawa yeye utabibu wake anawaponya mpaka waliokuwa na maradhi ambayo matabibu wengine walobopea wameshindwa. Ndo maana anawambia wauhyi lmauta biidhni llah. Mwanzo haya nasema waubriu lakmaha walabrasa larasa wa uhyi lmauta biidhni llah, walikuwa hawasemi Isa akiwafanyia tibi mpaka wanasema waliokuwa wana ugonjwa wa ukoma, isa anawaponya. Waliokuwa wamekufa, anaweza kuwarudisha tena kwa uwezo wa Mungu katika kaidil haya. Sasa saidina Musa zama zake alivyopelekwa, alipelekwa kwa umma ambao uchawi ndio ulikuwa fani yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akampa miujiza ambayo na destroy na kwa juu kabisa ya uchawi waliokuwa nao. Ndio maana walipoleta kamba kamba zao, isa alikuwa, Musa alikuwa na bakora tu, akaiachilia bakora yake Bakora hiyo talkafu ma sanau, itavidondosha itavimeza vyote vilivyodondoshwa hapo, kwani hivyo ni vitimbi vya uchawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, na mchawi hana kufaulu hata siku moja kwa njia yoyote atakoitumia. Baada ya kuangusha bakora yake Musa alaihi ssalam, ikaanza kuvimeza vijoka vijoka vilioangushwa pale chini kimoja kimoja, tabtale inamezwa kimoja kimoja mpaka vikamalizika vyote, ikawa sasa joka lina waandama wachawi wenyewe waliodondosha vijoka vyale vyao vile. fa ulqiya saharatu sujjada, pale pale wachawi wakapomoka chini wakaanguka wakasujudu wakaweka bapa zao za uso wakamsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Qalu, wakasema maneno. Maneno gani walioyasema? Amanna birabbi Haruna wa Musa, hapa leo mwisho wetu wa shirki, tumemwamini mola wa Musa na Harun. Firauni akasimama juu ya kiti baada ya kuona vijoka vimemezwa na wachawi mbele ya umma. Umma wote ulikuwa unategemea ushindi utakuwa kwake leo, wachawi walotegemewa walikuwa wachawi wengi zaidi ya arobaini. Vitimbi vyao vyote vimeshindwa na mtu mmoja tu, na si hayo tu, bali mwisho wa yote wanasema tumemwamini Mungu mmoja na kumwamini Musa. Firauni hapa akatafuta mbinu, amantum lahu qabla an adhana lakum, vipi mtamwamini kabla mimi sijatoa ruksa yanyie kumwamini huyu, innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr hapo hapo wakaanza kunadi, mnaona umma mlohudhuria hapa, hawa wote wachawi walofanya uchawi huu, mwalimu wao alowafundisha ndo huyu, alowashinda hapa. Kwa hiyo msione kwamba ni mageni, huyu ana haki ya kushinda kwa kuwa yeye ndo mwalimu alowasomesha hawa uchawi. Kwa hiyo msimwamini, uchawi tu alofanya hapa. Wote watu waka, wakatiwa kasumba kwamba ule ni uchawi na Musa ndo mwalimu ndo profesa wa wachawi wale wadogo wadogo walokuwa pale. Kumbe si hivyo kabisa. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum inahu lakabirukum alladhi allamakum alsihr, basi jaza yenu nyewe kwa kumwamini huyo. Fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, mtakata miguu yenu pamoja na mikono yenu kwa khilaf Yani, nikimkata mtu mguu wa kulia mtamkata, mtamuacha mguu mmguu na mkono wa kushoto. Yaani anakatwa mguu wa kulia au anakatwa mkono wa kushoto, akikatwa huu anaachwa na upande huu. wala usalibannakum, na ntakusulubisheni nyote wachawi nyie, fi juzui nakhli, katika viguzo vya mtende wala taalamunna ayuna ashadu adhaban wa abqa, na mtajua karibuni, Mungu mimi au Mungu wa huyo Musa mlomwamini. Nani zaidi kati yangu mimi na yeye, nani ana adhabu kali kumliko kum mwenzake? Wachawi wakasema kalima tayyiba, qalu lannuthiraka ala ma jaana min albayinat, akamwambia Musa, sisi tumesha kuamini

inna amanna birabbina, sisi tumemwamini mola mula wetu liyaghfira lana khatayana, apate kutusamee dhambi tulizomshirikisha huko nyuma. wama akrahtana, na lilolotulazimisha wewe alaihi min asihri, kwa kwaajili ya uchawi. wallahu khairun wa abqa, na Mwenyezimungu ni heri yeye, heri zote ziko kwake, na yeye ni mbora wa abqa, yeye nayendo mwenye kubaki hafi milele. innahu man yati rabbahu mujriman

Na tumemwambia Musa baada ya hapo, ana asri biibadi, sasa wachukue waja wangu. Hapo baada ya wachawi wale wameshageuka, wameshakuwa muminin, Musa kisha shinda Firauni, kisha shindwa Firauni. Kanadi lain ittakhadhta ilahan ghairi laajalannaka min almasjunin. We Musa, we kama hutonichukua mimi kwamba ndo mungu wako, basi ntakufunga nikutie jela na ntakwa adhibu sasa. Operesheni ya adhabu ikaanza tena upya, ukuchinjachinja kukaanza tena. Musa tukamwambia sasa Musa, maadamu hali sasa imekuwa hivi, basi chagua nyakati za usiku, uwaambie kaumi zako wasali mno tena sala zenu, nyumba zenu zifanyeni ni msikiti tena, munyenyekee kwa mwenyezi Mungu. Huyo Musa huyo Firauni alokuwa anajifanya mbabe, tuachieni sisi. Qala sanuqatilu abnaahum wa kanadi, tutawaua tena watoto wao wa kiume. Wanastahyi nisaahum, na tutawaacha hai watoto wa kike. Wa inna fauqahum qahirun, na sisi tuna uwezo, tuna nguvu juu yao. Qala musa liqaumihi istainu billahi wasbiru, Musa akawambia qaumi zake ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na kuweni na subra. inna lardha lillah, hakika ardhi hii ni mali ya Mwenyezi Mungu. yurithuha man yashau min ibadihi, na Mwenyezi Mungu atawarithisha awapendao miongoni mwa waja wake. waalaqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema utawapata wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. qalu udhina kambiya, Musa sisi tumeudhiwa min qabli an taatiyana bani Israeli a kabla wewe hujazaliwa, wa min baadi ma jiitana, na baada ya wewe kuja. Tulichinjwa kabla ya wewe hujazaliwa, na leo umezaliwa pia wanatuchinjia tena watoto wetu. Qala Musa, akasema asa rabbukum an yuhlika aduwakum, huenda Mwenyezi Mungu akamwangamiza adui wenu karibuni. Wayastakhlifakum fi lardi, na akuwekeni nyie katika ardhi. Fayandhura, apate kuona Mwenyezi Mungu kaifa taamalun, matendo yenu yatakuwaji

tukawapelekea watu wa Firauni tukawapa ukame katika ardhi, ikawa ardhi imekauka matunda, yaliokuwa mtu ukitoa matunda mia mbili unatoa tunda moja tu, nalo pia uchungu haliliki. Asinin, ukame wa naksin minathamarati, na ukavu wa matunda na upungufu. Laallahum yadhakarun, pengine watarudi nyuma watamkumbuka Mwenyezi Mungu. Lakini wapi, ukame huu haukuzidisha isipokuwa hilaki, haukuzidisha isipokuwa takabur katika nyewe zabani za, za, za wasu wa Misri, kabila la Firauni na jamaa zake. Kisha kulitokea nini baada ya hapo? Tusikilize ndugu zangu Waislamu katika kisa kitakachofuata, madha hadatha bada dhalik, kulitokea nini baada ya hapa katika ukame na vitu vingine vilivyofuatia, tuye tuone na mwisho wa firauni ulikuwa nini? Mwenyezimungu atupe usikivu mwema, rijalie min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana.